Katika maadhimisho haya y ya wiki yanaenda kwa salama barabarani hapa jijini Dodoma yameenda sambamba na utoaji wa tuzo za Latra kwa wasafirishaji wa mabasi ya masafa marefu hapa nchini. Latra wametangaza utoaji wa tuzo za wasafirishaji bora wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kabla hatujaendelea tujaendelea, hebu tuongeeni kidogo imekuwaje, Katarama hajapenya kwenye hizi tuzo ili hali Katarama ndo mkurugenzi wa kwanza kuleta basi mbili za kifahari aina ya Irizal tulizoea kuziona Ulaya huko, lakini kupitia Katarama na sisi Watanzania tunajivunia kwa ujio huo wa mabasi mazuri. Hii kiukwali bado sijapata jibu, ngoja nifanye kuwatafuta ili waje watupe majibu kamili, huenda wametumia vigezo gani mpaka Katarama Luxury asiwemo kwenye hizi tuzo. Kuna sehemu nimesoma kipengere kimoja na katika hivyo vipengere huenda kuna kimoja wapo hapo Katarama kakikosa ndio maana hajaingia moja kwa moja kwenye mchujo huu uliofata. Nitakujuza hupo mbele ya safari. Mimi ni Debora kutoka Mabasi Plus TV. Karibu sana, twende pamoja pitia mtandao wao wa Instagram unaofahamika kama Latra underscore TZ, wametia orodha ya washiriki wakuu kwenye tuzo hizi na nominees ni wengi, lakini mimi nitagusia kwenye nyanja au sekta ya mabasi na wamiliki wao. Na wao chapisho linasomeka kama hivi: Latra, mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini, imetoa taarifa kuhusu tuzo za watoa wa huduma bora kwa mwaka wa 2025. Kwa mujibu wa sheria, Latra ina jukumu la kuhimiza ushindani bora kwa watoa wa huduma za usafiri ardhini. Kama sehemu ya majukumu yake, Latra imekuwa ikitoa tuzo kwa watoa wa huduma bora. Mara ya mwisho walitoa tuzo hizo mwaka 2024 kwenye maadhimisho ya wiki ya usalama barabarani yaliyofanyika Dodoma ambapo mgeni rasmi alikuwa Makamu wa Rais Dr. Philip Mpango. Lengo ni kuboresha mazingira ya ushindani mzuri na kutoa huduma bora, salama na endelevu Tuzo hizi zinalenga huduma zinazotoa usafiri unaopatikana kwa urahisi, salama, kwa gharama nafuu, unaozingatia makundi maalum, unaotumia teknolojia na unaomridhisha mteja. Kwa mwaka huu 2025 Latra inashirikiana na na wadau wa usafiri kuandaa mchakato wa kuwatafuta watoa huduma bora. Washindi watatangazwa na kukabidhiwa tuzo kwenye wiki ya usafiri endelevu itakayofanyika kitaifa kuanzia 24 hadi 29 Novemba 2025. Mnazi Mmoja, maonyesho ya shughuli za usafiri ardhini na kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere, mikutano ya kutoa elimu Dar es Salaam. Makundi ya washiriki. Washiriki wa tuzo hizi wamegawanyika katika makundi manane kulingana na aina ya huduma wanazotoa katika sekta ya usafiri ardhini. Moja, watoa wa huduma kwa mabasi ya mikoani na nchi jirani; mbili, watoa wa huduma kwa magari ya mizigo; tatu, watoa wa huduma kwa magari maalum ya kukodi special hire. Nne, madereva wa mabasi ya mikoani na nchi jirani; tano, watoa wa huduma wa mifumo ya tiketi mtandao; sita, watoa wa huduma wa mifumo ya teksi mtandao Saba, watoa huduma wa vifaa vya kufuatilia mwendo wa magari VTD. Nane, waandishi wa habari kutoka vyombo vinavyotoa taarifa ya sekta ya uchukuzi. Vigezo vya kupata washindi. Washindi watapatikana kwa kuzingatia mambo yafuatayo: moja, usimamizi wa vyombo vya usafiri; mbili, usimamizi wa huduma za usafirishaji; mitatu, usimamizi wa wanafanyikazi ndani ya kampuni; nne, uhakika wa huduma kwa mtoa huduma au kampuni Tano, usalama na ubora wa huduma kwa wateja. Sita, ubunifu na matumizi sahihi ya teknolojia. Saba, huduma endelevu kwa mwaka mzima. Nane, utii wa sheria na kanuni za Latra na usalama barabarani. Tisa, utunzaji wa mazingira. Kumi, kutumia madereva waliothibitishwa na wahudumu waliosajiliwa Latra. Watoa wa huduma waliochaguliwa kwa awamu ya awali tuzo za Latra 2025. Latra wakishirikiana na kamati ya tathmini ya awali imekamilisha mchakato wa kuchambua watoa huduma wa usafiri ardhini waliokidhi vigezo vya awali vya ubora na usalama kwa mwaka 2025. Watoa huduma waliotajwa hapa wameingia kwenye mchakato wa mwisho wa kuchagua washindi wa tuzo hizo. Kundi watoa wa huduma kwa mabasi ya mikoani na nchi jirani. Watoa huduma 37 walichambuliwa lakini waliokidhi vigezo vya awali katika kundi hili wamegawanyika katika makundi mawili. Wasafirishaji wakubwa mabasi zaidi ya 30 jumla wako saba. Moja, New Force Enterprises Limited, New Force, mbili, BM1 Coach Limited, BM, tatu, Isa Kasim Mkya Happy Nation, nne, Ahmed Makbut Shabibi Shabibi Line, tano, Said Mohamed and Brothers Company Limited, Nyehunge sita, Yaya Ali Amur Ali Star, saba, Abud Bus Service Limited Abud. B wasafirishaji wa kati mabasi 11 hadi 30 jumla wapo 15. Moja, Said Makbud Shabibi Satco, Mbili, High Travelers Company Limited High, Tatu, Omari Makas Msigwa Super Fio, Nne, Lucy Pantaleo Njau Mapenzi ya Mungu, Tano, Hamad Kalfan Sudi Adventure, Sita, Vincent Innocent Amani Asante Rabi, Saba, Tamid Coach, TZ Tamid 8, Dustin Hinju Kisumapai Express, tisa, Esther Luxury Coach Limited kumi, Kilimanjaro Truck Co Limited Kilimanjaro Express, kumi na moja, Salumi Kidadi Hamisi Takbir, kumi na mbili Tashrif Trans, kumi na tatu Tilisho Company Limited Tilisho, kumi na nne ZBJ Enterprises Co Limited Buti Lazungu, kumi na tano Kisire Trans Limited Kisire. Wasafirishaji wadogo mabasi 4 hadi kumi jumla kumi na tano moja Rakib Transport Company Limited Rakib, mbili Kaizirege English Medium Boarding School Limited Kaizirege, tatu Rashid Said Khalifa KSK, nne Kula Bunala Mashimba Mashimba Express, tano Jacob Duka Malesa, Malesa Coach, sita Agnes Linaus Kabelege Njombe Express, saba Idi Hamis Juma Ruchoro, nane, Hatibu Ali Mberesero Kibo, tisa Nuruddin Salim Kilua Kilua Express, kumi Efra General Company Limited 11 Maning Nisco Limited kumi na mbili Muhamed Saidi Msuya Laviha kumi na tatu Saif Omar Luinzo Luinzo 14 Marangi Business Services Limited 15 Juma Mohamed Athmani Greenline. Na hizo ndo category tofauti tofauti, na hao ndo wanashindana pia, na wakurugenzi nao wanashindana. Je, yeah, nani ataibuka mshindi wa tuzo hizi?